Kanisa limeumbwa na utawala wa Mungu. Kitabu cha Kutoka sita mstari wa saba. Mungu anasema, Kutoka sita saba, nasema nami, itawatwaeni kwa watu wangu, nitakuwa mungu kwenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ni Yehova mungu wenu ni watoae mtoke chini ya mizigo ya wa Misri. Anaposema limeundwa na utawala wa Mungu, ina maana kwamba chini ya mamlaka ya Mungu. Mamlaka ya Mungu ndiyo yameliunda kanisa, liko chini ya mamlaka yake, chini ya utawala wake. Ina maana kwamba inatawaliwa na Mungu, inaongozwa na Mungu, liko chini ya mamlaka ya Mungu linaendesha chini ya maongozi ya Mungu. Kitabu cha Mathayo amesemaje? likangamatayo kumi na sita marabada kwa ya kwamba nami nakwambia wewe ndio Petro, na katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala mwalango ya kuzimu hayatalishinda. Anaposema malango ya kuzimu hayatalishinda kanisa la Mungu, kwa maana kwamba utawala wa kipepo, utawala wa kuzimu hautalishinda kanisa la Mungu. Kwa sababu gani? Iko chini ya chine, utawala wa Mungu. Neno hili malango au milango ya kuzimu haitalishinda kanisa la Mungu, na maana kwamba agano la kale, ujenzi wa miji yao ulikuwa na jengo alafu unazungushia ukuta na mlango mkubwa kuingilia mjini. Sasa pale mlangoni, pembeni pale ndani, kulikuwepo na ukumbi ambako walikaa wazee wa mji ambao walikuwa ndio watawala wa mji ule. Masuala ya kisiasa, ya kiuchumi, ya kijamii yajadiliwa pale kwenye ule ukumbi pale mlangoni. Kwa hivyo ni kwamba neno hili malango kwa maana kwamba watawala wa ule mji walikuwa pale. Kwa hiyo malango ya kuzimu, yani utawala wa kuzimu hautalishinda kanisa. Kwa maana kama mtu alio, kwani kwamba anakuwa uko juu ya utawala wa kipepo kwa jina la Yesu, kitamkemea, ushindi unapatikana, mapepo hana nafasi kwake, mtu ambaye amezaliwa mara ya pili niko chini ya utawala wa Mungu, ehe. Limejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, Efeso 2:20. Kanisa limejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Kwa hiyo ma sio sio jengo kwa labda jengo uh-huh limejengwa juu ya msingi ina maana mitume manabii wameweka msingi, alafu kanisa limejengwa juu yake. Anaposema mitume na manabii, ina maana kwamba kanisa limejengwa juu ya msingi wa wale kumi na wawili jumuisha na wale ambao, wale manabii wa kale ambao ndio mitume na manabii, kanisa limejengwa juu ya msingi huo wa aina gani? Ni msingi wa kwamba wao wa mko Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na kwamba mafundisho yao ya, ya mitume na manabii sio yakileo. Lakini hao mitume na manabii, prophet na apostle, sio hao. Nasema kwa habari ya wale mitume wa kibiblia tunao wasoma, manabii wa kibiblia wasoma ya kwamba navosoma, maisha yao, tabia zao, huduma yao, kazi yao, ni kwamba tunajifunza kwa hao ya kwamba tuweke msingi wetu juu ya wale mitume na wale manabii waliomtumikia Mungu, nasi pia tufanye vivyo hivyo.